Umewahi kuamka asubuhi na kujiambia leo lazima nifanye hiki kitu muhimu, halafu usiku unajikuta hujafanya chochote. Rafiki yangu, hiyo inaitwa procrastination, kuahirisha mambo muhimu hadi baadaye. Na ukweli mchungu ni huu: kila siku unayoahirisha ndoto zako pia zinaahirishwa. Lakini sio mwisho wa hadithi. Leo nitakuonyesha siri sita za kuchukua hatua leo bila kusubiri kesho. Siku ukiamua kusimama na kuchukua hatua maisha yako yanabadilika moja kwa moja, na ni kuahidi kitu kimoja: ukitazama hii video hadi mwisho, hautaweza kurudi kwenye tabia ya kuahirisha tena. Kabla sijaingia kwenye siri ya kwanza, hakikisha umesubscribe channel hii ya Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele na pia like video hii ili ujumbe huu wafikie watu wengi zaidi. Sasa tuingie kwenye siri ya kwanza: weka malengo na muda wa mwisho. Tatizo kubwa la wengi ni kuwa na malengo kichwani tu, lakini ukiacha kwenye mawazo yanabaki kuwa ndoto. Njia rahisi ni hii: Write it down, make it real. Chukua daftari au simu yako, andika lengo lako, kisha weka tarehe ya mwisho. Mfano, nitamaliza kusoma kitabu hiki tarehe 15 mwezi huu. Nitafungua biashara ndogo ya mtandaoni kabla ya mwisho wa mwaka. Kwa nini hii inafanya kazi? kwa sababu unapoweka tarehe ya mwisho, unaleta sense of urgency, msukumo wa dharura. Akili yako inaanza kuona kama ni ahadi na si mpango wa mbali. Challenge ndogo leo siku, andika lengo moja tu lenye tarehe ya mwisho. Siri ya pili, gawanya majukumu makubwa. Kazi kubwa inatisha. Ukiambiwa andika kitabu, unaweza kuahirisha wiki nzima lakini ukiambiwa andika kurasa mbili kila siku, ghafla inakuwa rahisi. Kanuni rahisi ni hii, divide to conquer. Gawanya au vunja kazi hiyo kuwa vipande vidogo vidogo vinavyotekelezeka. Mfano wa mfanyabiashara, badala ya kusema nitafungua kampuni, sema leo nitatafuta jina la biashara na kesho nitafungua email rasmi. Kwa nini hii inafanya kazi? Kwa sababu unapoigawanya Akili yako inaona kazi ndogo zinazoweza kushindwa badala ya mlima unaokutia uoga. Psychology of small wins. Kila hatua ndogo unayokamilisha inatoa dopamine kwenye ubongo, inakupa nguvu ya kuendelea. Challenge ndogo, kazi kubwa ulionayo igawanye sasa hivi kwenye hatua tano. Siri ya tatu, tengeneza mazingira yasiyo na usumbufu. Kuna watu si wavivu, tatizo lao ni mazingira yanayowavuruga. Fikiria hivi, unataka kusoma lakini simu yako inalia, WhatsApp, Instagram, TikTok. Dakika tano zinageuka saa 2. Suluhisho ni hii, weka simu do not disturb, tafuta sehemu tulivu ikiwezekana, weka timer ya dakika 25 Pomodoro technique. Mfano, wanasayansi wamegundua mtu anapokatizwa, inachukua wastani wa dakika 23 kurudi kwenye focus. Hiyo ndio sababu unashindwa kumaliza kazi. Challenge ndogo: leo jaribu kufanya kazi 25 minutes straight bila kugusa simu, utaona mabadiliko. Siri ya nne: jizawadie. Motisha ya ndani, intrinsic motivation, ni muhimu, lakini ukweli ni kuwa binadamu tunapenda zawadi. Njia: tengeneza mfumo wa kujizawadia. Mfano, ukimaliza kusoma kurasa 20, jiwekee kikombe cha kahawa Ukimaliza video editing, jiangalie episode moja ya series unayoipenda. Kwa nini hii inafanya kazi? Kwa sababu ubongo wako una dopamine system, unajizoesha kuona furaha baada ya kufanya kazi. Challenge ndogo leo, weka zawadi ndogo baada ya kumaliza kazi yako muhimu. Siri ya tano, tumia kanuni ya dakika tano. Hii ni moja ya silaha rahisi zaidi. Unapohisi uvivu, sema nitafanya hii kazi kwa dakika tano tu mara nyingi baada ya dakika tano utajikuta unaendelea kwa sababu kuchukua hatua ya kwanza ndio ngumu zaidi. Mfano, ukisema nitafanya mazoezi dakika tano tu, mara nyingi unakaa dakika thelathini. Ukisema nitaandika sentensi moja tu, mara nyingi unamaliza kurasa nzima. Kanuni ya maisha: action comes before motivation. Usisubiri motisha ndio uanze, anza ndipo motisha inakuja. Challenge ndogo Leo jaribu kufanya kazi moja kwa dakika tano pekee, angalia utakavyoendelea zaidi ya hapo. Siri ya sita: tafuta kwa nini yako na usaidizi. Hii ndiyo siri kuu. Kazi yoyote bila kwa nini ni rahisi kuahirisha. Jiulize, kwa nini nataka kufaulu mitihani? Kwa nini nataka kufungua biashara? Kwa nini nataka kujifunza ujuzi huu? Ukiwa na sababu kubwa, procrastination inashindwa. Mfano, mtu anayefanya mazoezi ili kuishi miaka mingi kuiona familia yake akikuwa ya hatakuwa na uvivu wa kuamka asubuhi. Pia tafuta mtu wa kukuwajibisha, accountability partner, rafiki, ndugu au hata community mtandaoni. Mshirikishe mtu akuulize kila wiki, umefanya hatua ulizoahidi. Challenge ndogo leo: andika sababu yako ya msingi, yaani your why, na namshirikisha mtu mmoja akusaidie kubaki kwenye mstari. Sasa rafiki yangu, umejifunza siri sita za kuacha kuahirisha maisha yako na kuchukua hatua leo: moja weka malengo na muda wa mwisho; mbili gawanya majukumu makubwa; tatu tengeneza mazingira yasiyo na msumbufu; nne jizawadie unapopiga hatua; tano tumia kanuni ya dakika tano; sita tafuta kwa nini yako na msaada wa watu wengine. Sasa hatua ni yako. Usikae tu ukisubiri wakati mwafaka. The right time is now. Nataka nikupe challenge moja, chagua siri moja tu kati ya hizi na uitumie leo, kabla ya saa ishirini na nne kupita. Andika kwenye comment, leo nimechagua siri ya ha na nimeianza. Kumbuka, maisha hayabadilishwi na ndoto, bali na hatua ndogo unazozichukua kila siku. Kwa hiyo kama umefurahia video hii, bonyeza like. Subscribe Fikra Chanya na share ili rafiki zako nao wache kuahirisha maisha yao. Tukutane kwenye video inayofuata ya Fikra Chanya. Na kumbuka, wewe ni zaidi ya vile unavyodhani.